Kwa majina naitwa Nicolas Odhiambo, nikiwa katibu katibu wa mji wa Mbale. Nachukua fursa hii kuongea juu ya voters registration ambaye government ime, imeanzisha kufanya registration kwa wale ambaye hawajakuwa na kura na wale ambaye pia wanabadilisha kura zao. Kwa hivyo mimi upande wangu, ninaona kama government wamefanya jambo la maana sana, kwa sababu Eh, hilo ndiyo eh, eh, nguso na, na, na msingi ya, ya nchi. Bila uchaguzi hakuna chochote ambaye tunaweza kufanya katika nchi. Kwa hivyo eh, tukianza mstari wa kwanza lazima uchaguzi ifanyike kwa njia inayofaa. Na tunapolalamika kila upande ya kwamba uchaguzi ifanyike, nasi pia tutoke, kama wote tufanye registration kama sisi kama wote na tujue ya kwamba hakuna hata mmoja ambaye amebaki bila kufanyiwa usajili wa kura. Kwa hivyo tunapolalamika ya kwamba uongozi ni mzuri ama uongozi ni mbaya, ni sisi wenyewe ndio tunaleta hiyo udhaifu, kwa sababu wakati kama huu tu imekuwa na step yake ya kufanya registration, ili wakati wa kura inapofika kila, kila mwananchi wa, wa, wa Kenya apate kupiga kura yake wa njia inayofaa na wapate kuchagua viongozi ambayo wanataka. Sio wengine wanaongea uh, negative things, wengine wanaongea positive, lakini ikifika wakati wa kupiga kura mtu aende kupiga kura. Wakati wa kuenda kupiga kura mtu ajafanya hata registration ya, ya kura. Kwa hivyo mimi ningehimiza uh, wazee kwa wamama hata vijana wenye wako wenye wanalalamika ya kwamba uongozi ni mbaya ama mzuri, wafanye wa, wa, wa kusajiliwa ili wakuwe na wiponi zao ya kupiga kura. E, ningehimiza tu vijana wale ambaye wanakuwa na ishia ya kulalamika ya kwamba kama tumeona uongozi ni mbaya basi, tukuwe na tuli zetu, tuli zetu ambaye tuko naye ni hiyo kura. Unapopiga kura yako kwa ujasiri na uaminifu, hata Mungu pia atakubariki, atakupatia uongozi ambaye inaf inafaa. Majina anaitwa Harrington, mkazi wa Vihiga. Hii mambo ya voter registration nimeona serikali imefanya vizuri, ili wale watu wenye bado haja register, wenye walikuwa wanataka inafaa badilishe polling station zao pia wafanye hivyo. Nashauri wale ambao hawajachukua kura waende wachukue kura kwa wingi. Hiyo ndio silaha ambayo, haifai ulalamike serikali ni mbaya na mwenyewe upige kura. mimi kwa majina naitwa la malenge ambaye ni mwenyekiti wa amani na usalama katika Vihiga kaunti vile wamesema maneno ya registration ya voting, mimi naweza kuambia majenzi, nyinyi ndio wengi katika nchi hii, na vile mnasema uongozi ni mbaya, lazima mpate kura, na mkipata kura ndio tutachagua viongozi wazuri kwa sababu nyinyi mkiamua mtuo fulani na mmeona maono yake, mi najua au viongozi watachaguliwa, lakini kusema tuende kwa street, tupige watu, tutupe mawe, hiyo haitaleta amani. Kura, kitu ambacho kitaleta amani ni kura, kwa sababu mtachagua viongozi ambao mnataka, na kama mnachagua viongozi ambao hawataongoza hii nchi vizuri, lawama itarudi kwenu, kwa sababu mmepigania uongozi kweli, na tunaona mna haki yenu. Sasa kitu mi nasema, tafadhali chukua ID yako uende kwa registrar umwambie kuregister kama mpiga kura 20 kama 2027 kwa sababu ni mdomo tunapiga lakini amchukui kura. Sasa vijana, mimi napongeza nyi kwa juhudi zenu ambayo mnaendelea nazo, hata wazee hata wamama So, tunasema uongozi ni mbaya, na kurekebisha uongozi lazima tuchukue kura, kwa sababu bila kura uongozi hamta kurekebisha. Sasa mimi namuomba Kenya iwe nchi ya amani, iwe mfano katika nchi zingine, tupige kura ya amani na tutapata tena uongozi mzuri. Otherwise, tafadhali, vijana, mimi namhimiza kama jenzi Muanze kufanya registration kufanyah yeah. Kwa majina ni Alex Agala, mimi ni mkaji hapa Mbale na tumefurahia siku ya leo wameweza ku roll out voter registration, na sisi tunataka kuwaambia wananchi ili wabadilishe ama wakitaka kuwa na mabadiliko lazima wapige kura, na njia ya kupiga kura ni kuweza kukata kura, kuweza kukata kuwe na kitambulisho ili kifika 2027 unachagua kiongozi ambaye wewe mwenyewe unaona atakusaidia ama atakuletea maendeleo. Maana watu wanapiga kelele huko nje, na wengi utapata hata hawana hiyo kura, wengi hawana hata ID. Kwa hiyo ninataka kuambia wananchi wote kwa jumla wajitokeze kwa wingi, na pia ningependa kuambia serikali hizo IDs, walisema wananchi wachukue zikwetu free, watu wachukue kura, wachukue IDs kwa wingi, ili kifika wakati wa kupiga kura, wananchi wakaweza kupiga kura na kuchagua viongozi wao wanawapenda. Maana mnaona nchi yetu kwa sasa na wala wako kwa mirengo tofauti. Njia ya kuweza kutoa mtu ama kuweza kuweka mtu katika uongozi ni kwa kupiga kura. Kwa hivyo, huwezi kuna piga tu kelele na hauna kura, huwezi kuna piga tu kelele na una ID. Sasa utakuwa unasema unafanya nini? Jaribu uchukue kura. Wewe, mwananchi ambaye, wewe nikiwa ni Mkenya, chukua kura, chukua ID ili ukaweze kuleta mabadiliko katika nchi.